Tuka kusoma maarifa ya kiroho. Ikiwa mtu anataka leo kuanza kusoma maarifa ya kiroho anaanzia na nini? Asilimia kubwa ya watu, miaka mingi, yani miaka nenda miaka rudi, unasikia mtu anakuambia natamani sana kujua elimu za kiroho, lakini sijui nianzie wapi. Well, sosi ya kuanza kujifunza mambo ya kiroho inatakiwa kwanza ujisome mwenyewe. Yani hiyo ndokii ya kwanza, kuweza kujisoma mwenye, na mwenyewe na kuweza kujielewa wewe mwenyewe ndani, nje. Roho ni nini? Unatakiwa wewe mwenyewe uangalie kwanza mitazamo ya roho ikoje, kwanza reflect yake ianze kwako mwenyewe kabla ya kuanza kusoma outside, yaani kama vile kuanza kusoma habari za malaika, majini, mashetani na vitu vingine. Unatakiwa wewe mwenyewe ujisome kwamba mimi ni nani, nimetoka wapi, niko wapi na ninakwenda wapi. Kitu cha kwanza kabisa katika kusoma kwenye maarifa ya kiroho unatakiwa ujisome wewe mwenyewe, yani ujielewe kwanza wewe mwenyewe kabla ya kusoma kitu kingine chochote. Sasa utakuta mtu leo kaamka tu asubuhi kakutana na kitu mtandaoni kinazungumziwa kwamba ukitaka kufanya hivi, ukifanya hivi, ukifanya na hili jambo, mambo yataenda vile unavyotaka, kitu ambacho sio sahihi. Utakuta unasoma kitu ambacho kumbe wewe ulikuwa ni most powerful being kwenye universe, pasipo kujijua ukaja kujidhalili ama ukaja kujishusha ile thamani yako ama hadhi yako, kwa sababu tu ya kukosa yale ya maarifa ambayo ulitakiwa uweze kuyapata. Kwa hivyo kii ya kwanza ya kujifunza ama jambo la kwanza la kujifunza katika mambo ya kiroho, unatakiwa ujisome wewe mwenyewe. Utajisomaje wewe mwenyewe ama utajitambuaje wewe mwenyewe kwanza? basi utatakiwa uanze ku analyze mwili wako uko vipi? Mwili wako umekaa katika misingi gani, ama mwili wako umekaa katika namna gani? Kwa nini una vidole vitano mkono wa kulia, mkono wa kushoto una vitano? Kwa nini mikono yako jumla ina vidole kumi, miguuni? Kwa nini miguu? Yani, tunasoma sana kile kitu ambacho tumefundishwa ama tumerithishwa ama tumekaririshwa na watu kutoka enzi na enzi na enzi sasa ukiangalia hata misingi ya kidini yenyewe inasema kwamba ikiwa nyinyi watu mmewakuta babu zenu wakiwa wanafanya mambo ambayo sio sahihi, ambayo ni ya kupotoka, je, na nyinyi mtayafata yale yale kwa misingi ile ile, hata kama yalikuwa yamepotoka, hata kama yalikuwa ni ya uongo? Kwa hivyo yote kwa yote, Leo hii unafundishwa elimu ambazo ni za shule, elimu ambazo ni za kiimani, elimu ambazo ni za kidini. Baada ya kuzikusanya zote, kuna baadhi ya watu wanasema unaenda shule kufuta ujinga. Sasa baada ya kufuta ule ujinga, ile elimu unayokuwa umeipata kidogo itakuchambua vipi? Kwa sababu kitu tunachojaribu kufanya siku zote na miaka yote ni kurudia yale waliofanya wengine. Yaani hatuna jipya. So ili kuweza kwenda sahihi ama ili kuweza kwenda na wakati, basi chukua watu ambao wamepigiwa mifano katika maisha yao kisha uje uya analyze kwako wewe mwenyewe, yani uyachambue kwako wewe mwenyewe. Unaenda vipi kwenye mazingira kutokana na wale ambao walishatangulia kabla yako, waliendea vipi mazingira, wapi walipatia na wapi walifeli. sasa kabla ya kusoma kitu chochote ama kabla ya kuanza kujitumbukiza sehemu yoyote, ama kufanya jambo lolote, waangalia hata waanzilishi wa hayo mambo. Ina maana cha kwanza walichofanya waliuliza swali, yani walijiuliza wao wenyewe swali kwamba who I am and what is my purpose, why am I here? Ni vitu ambavyo mtu anatakiwa ajiulize yeye mwenyewe. Baada ya hapo, haijalishi una umri gani na miaka stini, sabini, themanini, miaka kumi, ishirini, thelathini. Jua kabisa kwamba hii video imekufikia muda huu ni kwamba inakukumbusha ujijue kwanza wewe ni nani. Don't follow up other people. Realize kwanza wewe ni nani. Kwa sababu hata misingi ya dini ama misingi ya kiimani ipo kwa mwongozo ajili ya watu wenye kufanya nini? Wenye kufikiria ama wenye akili sasa mtu ambaye anafata bendera fata upepo huyo siku zote hawezi kujitambua. Ina maana la kwanza kabisa unalotakiwa kufanya jichambue wewe mwenyewe kwamba kwa nini mimi, nimetoka wapi, nipo hapa kufanya nini na ninaenda wapi? Yaani usiwe kama vile ni mtu ambaye tayari kila kitu umesharahisishiwa kwamba ya mimi hapa nimezaliwa, naishi, nakula, navaa, nalala, naoa ama naolewa. Nazaa watoto ama ninazalisha watoto, baada ya hapo ninalea watoto, baada ya hapo ninakufa. No, you have a life purpose ambayo bado kujijua. Kila mtu katika dunia ataulizwa na uweva ambaye wewe unamwamini kwamba alikuleta hapa duniani. Atakuuliza ulitumia nini ama ulitumia vipi umri ambao wewe nimekupa So hivo ni vitu ambavyo wenye akili pekee ndo atakao vielewa, lakini ukikuta mtu kashachanganyikiwa, uko na maisha hata elewi, anaweza kaona huyu nae anaongea nini huyu. Um, skip hii video yeah, that it. Hii ni Rakims Spiritual, mpaka wakati mwingine.